Turejee hapa kaunti namba 47 ambapo familia moja katika eneo la Kibra inamtafuta jamaa yao Zablon Onsare mwenye umri wa miaka 20 aliyetoweka tarehe 6 mwezi huu. Familia hiyo iliripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kibra na sasa inataka idara ya polisi kuingilia kati kuwasaidia ili waweze kumpata. Huzuni na hali ya sintofahamu imegubika familia hii. Hii ni baada ya jamaa yao Zablon Onsare kutoweka Alhamisi ya tarehe sita Novemba mwaka huu. Katika juhudi za kumtafuta, waliripoti katika kituo cha polisi cha Kibra kabla ya kutafuta usaidizi zaidi katika tume ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI eneo la Kilimani house. Familia hiyo aidha imekuwa ikijaribu kumtafuta katika hospitali na makafani mbalimbali mbali bila mafanikio. At least as at last week on Friday the boy wasn't in Kenyatta he wasn't at City Mortuary not at uh, Nairobi West Prison which is around here he's not at um, industrial area in remand I'm just trying to to be strong but it's no i mean it's tension it's why we're not, not even taking water <laughs> Kijana huyo alionekana mara ya mwisho katika barabara ya Karanja mjini Kibra akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa, suruali nyeusi na patipati pati. Sasa jamaa na familia wanaomba serikali kuingilia kati katika harakati zao za msako pamoja na umma kuwasaidia kumpata Zablon. Ni katika lango hili alipoondoka Zablon Onsare wiki mbili zilizopita na hakurudi tena. Familia yake sasa ikimtafuta kwa dhiki, inatumai kupata mwongozi wowote utakaowasaidia kumpata. An Mwendo nikiripotia runinga ya Citizen kutoka eneo la Kibera, kaunti ya Nairobi.